Karibu mpenzi mtazamaji, Mwigulu Nchemba ambaye anashikilia nafasi ya wa waziri mkuu wa Tanzania ametoa salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan za uhuru wa Tanganyika ambao unatarajiwa kusherekewa tarehe 9 Disemba mwaka huu wa 2025. Katika salamu hizo amewataka wananchi ambao hawatakuwa na majukumu makubwa au majukumu yanawalazimisha kutembea Kutulia majumbani mwao siku hiyo. Msikilize alichokisema. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania Bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe tisa Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe tisa Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi, kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni, nawatakia sikukuu njema. Maoni yalimiminika katika ukurasa wa Facebook wa ofisi ya wa waziri mkuu, ambako taarifa hiyo ndiko imechapishwa. Anthony anasema uhuru uko wapi? Watu wanatekwa kila siku, watu hawana uhuru wa kuchagua viongozi wanawataka, watu wanaishi wakiwa na hofu. Ukisikia mtu anatembea nje usiku, unahisi tu tayari watekaji wamefika, ugumu wa wa maisha, ajira kwa vijana na mambo mengine mengi. Naye pia Musa anaandika kisema amen, Mungu awabariki, Mungu akubariki waziri mkuu, tunaomba. Robert anasema hivi, mnatuchukuliaje tukae nyumbani iweje? Uh, Shinen Rajab bwana sema sio wewe unayetakiwa kuzungumza, yeye aje aseme mwenyewe, akimwambia Nchemba. Na Gabriel anaandika nchi mmeharibu kwa tamaa, dunia ni mapito, tendeni haki tuishi kwa amani tulioizoea. Ni baadhi ya maneno katika ukurasa huu wa Facebook, na Njoga Stefano anaandika uhuru gani wananchi tunataka uhuru kamili. Naye Frank Chakwe anasema nawe pia kiongozi wangu mkuu, Mungu akubariki. Ina anaandika maoni yake haya. Mtazamaji, hayo ndio yaliyojiri kwa siku ya leo, taarifa kutoka kwa rais Samia Suluhu kupitia waziri mkuu ikiwatakia watu eh, heri ya sikukuu uh, ya uhuru wa Tanganyika, lakini pia kuwataka watulie majumbani ikiwa hawana jambo lau lazima litakalowalazimisha kutoka kwenda nje ya majumba yao, jambo ambalo kama unavyoona maoni, watu wengine wamenipinga na wengine kama hivyo wamezipokea salamu na kutoa pongezi. Tukutane tena wakati mwingine tukipewa pumzi. Kwa heri.